Nimekuja kusikiliza mtu wako baada ya kufungia wale ni majani. Nashukuru vizuri. Sasa mi nimekuita mdogo wangu, tumekaa na wewe muda mrefu mm. Nimeona nikusaidie, kuna leo na kesho, sasa hivi na pesa mm nataka nikusaidie kitu ambacho baadaye na wewe kije kukusaidia katika maisha yako. Nikuwa na wasiwasi kwamba labda unanifukuza kazi mm -hmm. Au kuna mtu labda akaja kuleta umbea, kuna yani, nikuwa ni ni Bwana Dachi Mumu, mimi ukinitafutia tu basikeli sewa kwangu, mie nitaona burudani sana <coughs> Nikipata ch chimu, baskeli sewa, tumi, kwa na na na mimi mimi mimi mimi mimi mimi inanitosha. Nitafurahi, nitafurahi, nitakuwa nitakuwa nitakuwa sana. Dada, ungeweza kusema kituki, yeh, kitu hebu, naomba nitakukumbuka kila ninaponyonga <coughs> pesa. Nakupa muda ukakaa tafakari nikusaidie, lakini sio baskeli.